Hujambo mpenzi mtazamaji, karibu sana. Na leo nimechapishwa tamko ama maazimio ya kikao kikuu cha chama cha ACT Wazalendo na tutakusomea kama nilivyochapishwa. Taarifa hiyo kwa umma inasema kwamba maazimio ya kamati ya ACT Wazalendo iliyofanyika tarehe 18 Januari 2026. Kamati kuu ya ACT Wazalendo imekutana kwenye kikao chake cha kawaida jana, tarehe 18 Januari 2026 kwenye ukumbi wa Haikainde Hichilema uliopo katika jengo maalum katika jengo la Maalim Seif makao makuu ya chama jijini Dar es Salaam. Kwenye kikao hicho kamati kuu imepokea taarifa ya kina ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kufanya tathmini ya kina juu ya ripoti hiyo na kutoa maazimio kwenye masuala mbalimbali yanayohusu uchaguzi huo. Maazimio makuu yaliyotolewa na kamati kuu ni kama ifuatavyo, na kusomea sasa maazimio ya chama cha ACT Wazalendo. La kwanza kuhusu uhalali wa uchaguzi mkuu wa 2025, kamati kuu imesisitiza kuwa uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025 umekosa sifa ya kuwa uchaguzi huru wa haki na wa kuaminika. Serikali iliyopatikana haijatokana na ridhaa ya wananchi ambao ndio wenye mamlaka ya kikatiba ya kutoa uongozi wa nchi. Hivyo basi, uchaguzi huo unapaswa kurudiwa ili kuwaregeshea Watanzania haki yao ya kuchagua viongozi wanaowataka. Kamati Kuu ya chama, baada ya kupokea na kutafakari taarifa za uchaguzi huo, kwa upande kwa pande zote mbili za Muungano, imeipongeza ofisi ya mwanasheria mkuu wa chama kwa hatua ilizochukua za kufungua mashauri mahakamani, jumla ya themanini na nne, kutafuta haki ya wananchi kuchagua viongozi wao. Kamati kuu inawapongeza mawakili wa chama katika mashauri yote yanayoendelea, ikiwemo shauri muhimu la uhalali wa matokeo ya kura za wabunge nchi nzima ambazo ndizo vigezo vya chama cha siasa kupata wabunge wa viti maalum na ruzuku. Kamati kuu imesononeshwa sana na uvunjifu mkubwa wa katiba na sheria katika mgawanyi wa viti maalum kwa vyama vya siasa ambapo chama cha ACT Wazalendo kilichopata kura milioni mbili laki mbili ishirini na mbili sawa na asilimia 6.8 ya kura zote halali za wabunge zilizotangazwa na INEC, haki kupata kiti ha hata kimoja licha ya kuvuka matakwa ya kikatiba ya asilimia tano ya kura kamati kuu ina imani kwamba mahakama itatenda haki swala la pili ama maazimio namba mbili inasema kwamba kuhusu mauaji ya Oktoba 29 kamati kuu imeazimia kama, kama ifuatavyo Kamati kuu imeazimia kuendelea kuyalaani mauaji hayo na kutaka wote walioshiriki katika kupanga na kutekeleza mauaji wawajibishwe kisheria. b kuitaka serikali itoe takwimu sahihi ya idadi ya watu waliouawa baada ya kujikita kwenye takwimu za mali pekee. Thamani ya uhai haiwezi kulinganishwa na thamani ya vitu. che serikali ikabidhi miili ya waliouawa kwa ndugu ambao hadi sasa wanadai miili yao. de iundwe tume huru ya uchaguzi ya kimataifa kuchunguza mauaji ya Oktoba 29 baada ya tume ya sasa ambayo inawajibika moja kwa moja kwa, kwa rais ambaye serikali yake ni mtuhumiwa namba moja. Swala la tatu kuhusu mustakabali wa serikali ya Umoja wa Kitaifa Zanzibar, kamati kuu imewapongeza na kuwashukuru wananchi wa Zanzibar kwa kukipa imani kubwa chama cha ACT Wazalendo, mgombea wake wa urais wa Zanzibar ndugu Othman Masud Othman na wagombea wake wengine kwenye nafasi za ubunge, ujumbe wa baraza la wawakilishi na udiwani katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Kutokana na imani hiyo, kamati kuu inaweka wazi kwamba hoja ya ACT Wazalendo haihusiani kabisa na kuingia ama kuto kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Maridhiano ya Zanzibari na serikali ya umoja wa kitaifa iliyoingizwa kwenye katiba ya Zanzibar mwaka 2010 hata mara moja haikukusudiwa iwe ni kichaka cha kufichia wizi wa kura za wananchi, na kisha alibeba kura hizo na sauti ya umma, amwalike aliyemwibia kuingia kwenye serikali ili ahalalishe wizi huo. Kamati kuu inawahakikishia Wazanzibari kwamba lengo la ACT Wazalendo katika kushiriki kwenye hatua zinazoendelea za kupatia ufumbuzi mgogoro mkubwa uliosababishwa na uporaji wa haki yao ya kikatiba ya kuchagua na kuchaguliwa ni kusimamia mageuzi yatakayohakikisha kwamba haki yao hiyo inarejeshwa na inaheshimiwa. Kamati kuu imetoa ridhaa, ridhaa yake kwa timu ya chama inayoshiriki hatua hizo kusimamia msingi huo. Swala la nne kuhusu vyombo vya ulinzi na usalama kuteka mfumo wa kikatiba: chama cha ACT Wazalendo kinasema mfumo wa kikatiba na mchakato na michakato ya kisiasa katika nchi imetekwa nyara na vyombo vya ulinzi na usalama. Ni lazima hatua madhubuti zichukuliwe kuhakikisha vyombo vya ulinzi na usalama vinaondolewa kwenye jukumu lililojipa la kuwawekea Watanzania na Wazanzibari watawala wasio na ridhaa ya umma. Suala la tano, katiba mpya. Kamati Kuu imeazimia kwamba ACT Wazalendo kitaongoza mapambano ya kupigania katiba mpya, kama vile, bila katiba mpya hakuna demokrasia na haki. ACT Wazalendo tunataka mchakato wa katiba mpya uanze mara moja, kinasema chama hicho. Hatua zinazopendekezwa na ACT Wazalendo katika mchakato wa katiba mpya ni kama ifuatavyo: A kupitiwa upya na kufanyiwa marekebisho kwa sheria ya mabadiliko ya katiba na sheria ya kura ya maoni ili kukidhi matakwa ya sasa na kuhusisha mchakato wa katiba mpya kuhuisha mchakato wa katiba mpya. Muswada wa sheria ya kurekebisha sheria hizi wasilishwe na kupitishwa bungeni katika mkutano wa bunge unaoanza mwezi huu wa Januari 2026. B, uitishwe mkutano wa kitaifa National Sovereign Conference utakaoshirikisha wadau wote nchini ili kupata mwafaka wa masuala juu ya katiba ambayo ni nyeti na hayana mwafaka, ikiwemo muundo wa muungano. Che, iundwe timu ya wataalamu wabobezi, committee of experts, ili kuandaa rasimu ya katiba mpya. De, litishwe iitishwe kura ya maoni, referendum, ili wananchi waamue kukubali au kukataa rasimu ya katiba itakayoandaliwa. Suala la sita, Jaji Joseph Sinde Warioba. Kamati Kuu ya ACT wa Wazalendo inamshukuru na kumpongeza Jaji Joseph Sinde Warioba kwa ujasiri, ushupavu na no uthubutu anaoonyesha kutetea misingi ya haki, utawala wa kikatiba na sheria nchini na kupinga dhuluma dhidi ya Watanzania. Kamati Kuu inataka Chama cha Mapinduzi CCM kuwakomesha viongozi na makada wake waliokosa nidhamu na maadili wanaomdhalilisha mzee wa Rioba ambaye anapaswa kuenziwa na kuthaminiwa kutokana na uzalendo wake anaoonyesha. Hitimisho: ni dhahiri kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi haina mpango wa dhati wa kuleta demokrasia na imeamua kuwa yenyewe ndio ijipe mamlaka ya kuamua demokrasia ya Tanzania iwege. Uamuzi wa CCM kukabidhi siasa kwa vyombo vya ulinzi na usalama unahatarisha misingi ya haki, amani na utulivu katika nchi yetu. Matokeo ya kukabidhi siasa kwa vyombo vya dola ni mauaji tuliyoyashuhudia Oktoba 25. Kwa hili, CCM imekuwa kitisho kwa usalama wa taifa letu. Ni wajibu kwa kila Mtanzania mwenye nia njema kupambana na CCM ili kuiondoa madarakani kwani kwa njia hiyo tu ndiyo nchi, ndiyo nchi yetu itabaki salama na yenye haki, umoja na mshikamano. Chama cha ACT Wazalendo kitatekeleza wajibu wake wa kuzirejesha siasa kwa wananchi kupitia vyama vya siasa badala ya vyombo vya dola kama ilivyo sasa. Inamaliza taarifa hiyo ambayo imetolewa tarehe 19 Januari 2026 na, na Isihaka Rashid Mchinjita Makamu Mwenyekiti wa chama hicho Bara, na ndivyo inavyohitimisha, na hayo ndiyo yaliyofikiwa na kukubaliwa. Tupe maoni yako, unasemaje kuhusu maazimio haya ya chama cha ACT Wazalendo?